Kabla ya kujengwa kwa kituo hiki cha afya, wagonjwa wa kata ya Iwungilo yenye vijiji vya Igoma, Iwungilo, Uliwa na Ngalanga walikuwa wakifata matibabu umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 60 hospitali ya mji Kibena na wengine wakienda hospitali binafsi ya Uwemba, jambo ambalo likahatarisha maisha ya wajawazito na wagonjwa maututi. Kwa kuliona hilo, serikali ikaharakisha ujenzi kwa kushirikiana na wananchi, na hapa mkuu wa wilaya Juma Sweda anaweka wazi sababu ya kukimbizana na ujenzi huo ili kusogeza huduma kwa wananchi, huku pia akitoa maagizo kwa mkurugenzi kwa ujenzi wa jengo la upasuaji. Mimi ni waombe wananchi wa Iwungilo, sasa tumieni kituo hiki cha afya kwa ajili ya kujipatia matibabu, kufanya uchunguzi wa afya zenu na miili yenu. Hamna haja ya kuugulia ndani, hakuna haja ya kujifungulia ndani, matokeo kusababisha kifo cha mtoto au kifo cha mama vitu vichache vilivyobakia vitakuwa vinaendelea, lakini tunaanza kufanya kazi, huduma zianze kutolewa kwenye. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana mkurugenzi, kwa, nimeona dawa zipo za kutosha, nimeona maabara, vijana wapo kwa ajili ya ya kufanya uchunguzi pamoja na huduma zingine. Awali wakieleza changamoto walizokuwa wakikutana nazo kabla ya ujenzi wa kituo hicho, wananchi akiwemo Valentino Mlelwa wanasema walikuwa wakifata umbali mrefu katika hospitali za Ikonda, Kibena na Uwemba na kwamba kukamilika kumenusuru maisha yao, huku pia wakiomba jengo la mama na mtoto na upasuaji kukamilishwa haraka. Kituo hiki kina faida kubwa sana kwetu sisi, kwa sababu kwa mara ya kwanza tulikuwa mbali sana na vituo kama hivi, kama kituo cha afya kwa hivyo tunaona kwetu sisi kitakuwa kimetusaidia pakubwa kwa sababu gharama zitapungua, au kuanzia leo, nadhani hatutakwenda Uwemba tena. Tulikuwa tukiacha watoto wetu tunaenda huko, tunaacha watoto kwa muda mrefu, unaenda kujisubirishia mama ili ujifungue. Kweli mpaka sasa kilio cha wananchi ni thieta na jengo la mama na mtoto, na tunategemea serikali ikiweza kukamilisha thieta, na ndio kilio kikubwa sana cha wananchi kinachowagharimu maisha yao. Kuhusu kukamilishwa kwa ujenzi wa jengo la upasuaji, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe Kurthum Sadik na kaimu mganga mkuu Jagad Mtugwa wanasema wamezindua ili wananchi waanze kupata huduma zilizokamilika na kwamba majengo yaliyobaki bajeti inakwenda kutengwa ili kukamilisha. Tunawaahidi tuendelea kumalizia mbaki tosho kitaa kamilika mweze kupata huduma zote mnazohitaji. Mpaka um, kufikia hapa, mradi huu umegharimu milioni mia tano na saba, lakini bado kwenye upande wa kumalizia kule, kwenye upande wa mama na mtoto, ambao kwa sasa manake, kuna fedha ambazo zitatengwa kwa ajili ya kumalizia kule kwenye jengo la mama na mtoto, ili kuweza kukamilisha kikamilike kituo cha afya kwa ujumla. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.